Rafiki yangu, ngoja nikwambie, kila kitu katika dunia huwa ni sawa na marafiki ambao hawajakutana. Kama ulikuwa mwema, basi jua kuna hatima njema ambayo bado hujakutana naye. Kama ulikuwa mwovu, basi jua kuna hatima mbovu ambayo bado hujakutana naye ila wakati mwafaka ukifika, huwezi kuuliza hiki kimetokea wapi, au hiki kimetokea wapi? <laughs> Maisha yetu ya kila siku na matendo yetu ni sawa na shamba, uchafu ama uzuri wa nafsi zetu ni mbolea hmm. Kwa hiyo matokeo ya baya ama zuri ni mazao ambayo tulijipandikizia wewe, sisi wenyewe. Ni kweli kweli. ila kama kuna vitu ambavyo namshukuru Mungu amenipatia basi ni kukutana na wewe, kwa sababu kabla hatujakutana maisha yangu yalikuwa ni ya tabu sana. Nimekuwa mtu wa huzuni kila kukicha, kila siku inapopinduka, mimi ni huzuni tu, na kila baada ya dakika moja na wisi inakuja mbele basi naona maisha yangu yanazidi kuwa magumu, na nimekuwa mtu ambaye sijiamini kabisa. Ila nashukuru sasa hivi maisha yangu yataendelea kuwa bora. Nakuomba tuendelee kuishi pamoja hapa mm.

pain and joy are in within yourself Nice if you have succeeded to beat the pain internally yourself, you can manage to live even though I'm not around unajua kwa nini nasema hivyo kwa sasa najiona hali yangu imebadilika kabisa na ninaweza nikarudi tena chuo nikufundisha to teach